Wale wa mabinti, naomba Mungu anipe mume. Unashinda nyumbani <laughs> unafikia kuja mume maraika Gabrieli? Nenda kanisani ukiwa safi, pita mbele, toa sadaka, vijana ndo watasema ai waifu sasa. Watu watakuonea wapi? Unashinda nyumbani, hata ukija kanisani hutoi sadaka, huimbi pambio. Hata kama pambio haijanoga sana, isimama sema haleluya, hosana. Vijana wanaangalia vitu viwili, haleluya na wewe haleluya. <laughs> Wanapotangaza harambee kanisani, na wewe jikaze, sema haleluya ame 10000 vijana hawaioni, 10000 tu wanakuona na wewe. Kwa hiyo hiyo 10000 10000 huyu ni waifu material, kama anaheshimu ibada anaheshimu michango, huyu ni waifu material, anamjadi na Mungu anamtumikia na Mungu, huyu anafaa hasa. Ukikaa kanisani unakaa kama mdoli, michango inapita sijui nini inapita, we umeganga mara tu kama dinani ile la kuuzia nguo, alafu anategemea watu wakuone Kijana, onyesha wewe ni mtu mwenye akili. Huko kanisani, harambee unachanga, michango unachanga, na sadaka unatoa, ndo kija binti anasema huyu yuko sawa, hata akinioa atalipa mahari. Kama mtu ni mbairi wa sadaka, unafikiri hata kutolea mahari? Ujaona vijana wengine wanakaa na wadada hawalipo chochote, wako hapa maua Naishi na kabinti ka watu, hajakarotolea chochote. Unaishi na mtoto watu, unazaa naye, hujalipa mahali. Mnaelewa, mahali hujalipa unasema mchungaji uwezo. Juzi nimewambia wenzenu kule kule kule Nairobi, hata kama huna uwezo basi tafuta hata paka, tafuta paka wapelekee, waperekee father-in-law na mother-in-law wakawasaidie kukamata panya na huyo paka, wanaweza hata kwa heshima yako wakampa jina lako. <laughs> Hey, anapopita pale nyumbani nyeo wanamwita Isaya Samueli Joeri Jackson Mwangi shindwa, ng'ombe umeshindwa, mbuzi umeshindwa, nguruwe hata paka.